Ziko tuhuma nyingi za watu kupotea na vyombo vya serikali vikihusishwa na hao watu kupotea, lakini mwisho wa siku unaweza ukakuta huyu mtu amedhuliwa au amepotezwa na mtu wa ndani ya familia. Tunayo taarifa moja ya mwanamke mmoja kushikiliwa kwa tuhuma za kumuua mume wake na kisha kumzika. Ah, tukio hili limetokea jana siku ya tarehe kumi na sita mwezi wa kumi mwaka ishirini ishirini na tano majira ya saa saba mchana ambapo Jeshi la Polisi lilipokea taarifa kutoka kwa watoto wa marehemu kwamba baba yao amepotea nyumbani tangu siku ya tarehe kumi na moja mwezi huu wa kumi ishirini na ishirini na tano, na juhudi mbalimbali zimefanyika za kumtafuta baba yao, lakini hazikuzaa matunda. Lakini jeshi la polisi, baada ya kupata taarifa hiyo, upelelezi ulianza mara moja, na ambapo tulimkamata mwanamke mmoja anaitwa Martha Japhet ambaye ana umri wa miaka 44, ni Mnyamwezi na ni mkulima, mkazi wa kitongoji cha Mzalendo kijiji cha Mawemeru, kata ya Nyarugusu, wilaya ya Geita. Baada ya mahojiano makali, mwanamke huyu alikiri kwamba marehemu ni mume wake, na kwamba siku hiyo ya tarehe kumi na moja majira ya saa tatu usiku mwanaume huyo alirudi nyumbani, lakini wakawa na ugomvi, ambapo ilimpelekea kumshambulia kwa kitu chenye ncha kali na baada ya kumshambulia mwanaume huyo alifariki dunia. Na baada ya kufariki, akaamua kuchimba shimo ndani ya nyumba yao na kisha akamfukia. Na baada ya kumfukia, akajaza kifusi juu na kuchukua magunia ya udaga na kuyapanga juu yake. Hivyo alituonyesha eneo ambalo alimzika mwanaume huyo na kwa kutumia kibali cha mahakama tulifukua na tukikuta, tulikuta mwili huo ukiwa umeharibika vibaya na a, a, maiti ilionyesha kwamba alikuwa ameshambuliwa na kitu chenye ncha kali. Kwa wito kwa jamii kwa kuacha kujichukulia sheria ya mikononi. Migogoro ya kifamilia. Tuna, tuna kila siku tunatoa elimu kwa jamii kuhusiana na mauaji yanayo chanzo chake kikiwa ni ukatili wa jinsia na tunasema ukatili kwa Geita huko, pande zote mbili, wanaume wanafanyiwa ukatili mpaka wanapoteza maisha ikiwemo huyu, lakini wanawake wanafanyiwa ukatili mpaka wanapoteza maisha. Lakini sambamba na hilo, ziko tuhuma nyingi za watu kupotea, na vyombo vya serikali vikihusishwa na hao watu kupotea. Lakini mwisho wa siku unaweza ukakuta huyu mtu amedhuliwa au amepotezwa na mtu wa ndani ya familia. Kwa nitoe wito kwa jamii, pale mtu anapopotea, tusianze tu kuvitilia shaka vyombo, tuanze sisi wenyewe ndani na maadui walionao. Tukishirikiana, haya matukio tutayamaliza kabisa.